Ni kiri kwamba tumekuwa na kikao kizuri, kikao ambacho e, lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba e, katika kutimiza majukumu yetu ya kutoa huduma ya mabasi, la kwanza tuhakikishe kwamba tunaondosha foleni kwa wananchi wetu, msongamano wa magari katika jiji la Arusha. Jiji letu hili ni jiji kubwa, jiji lina utalii bila kuathiri eh, watalii na wageni wanaokuja katika mikutano yetu ya kimataifa. Kama sasa hivi tuna nchi mia moja na mbili zinafanya mkutano hapa. Kwa hiyo tumekubaliana kwanza kuhakikisha kwamba jiji la Arusha linaendelea kuwa jiji la mfano lisilo na foleni katika mkoa wa Arusha. Na jambo la pili tumekubaliana kuboresha huduma za usafirishaji kwa wananchi wetu wa mkoa wa Arusha na mikoa mingine wanaotumia e, mabasi yanaokuja Arusha na kuondoka katika jiji la Arusha. Kwa hiyo kuna mambo mengi ya msingi ambayo tumekubaliana na wamiliki wa mabasi, namna ya kuboresha huduma za usafirishaji na nimefurahi kwamba makampuni haya pia yamejipanga na anaenda na wakati, kwamba asilimia kubwa ya abiria wanawapata kwa wanakata tiketi kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo hilo nimewapongeza, na ninaomba mwendelee nalo, kwa njia moja ama nyingine nalo linamwharakishia abiria upatikanaji wa tiketi na uondoshaji wa foleni wa kwenda katika maofisi yao. Na pia tumekaa tume na kujadili namna ya kuelekea baadaye mradi wetu utakapokamilika kwenda katika stendi mpya kubwa. Na wenyewe wamepongeza serikali kwa mikakati mizuri ya kujenga stendi ya kisasa na ya mfano katika jiji la Arusha. Kwa hiyo e, wao ni wadau wakubwa ambao wataitumia stendi hiyo, lakini pia tumekubaliana na jiji la Arusha pia wataendelea kuboresha huduma katika stendi hii tunayoitumia sasa sisi kama wamiliki na mimi kama kiongozi wa TABOA mkoa wa Arusha kwamba yamekwenda vizuri. Kikubwa tulichojadiliana ni jinsi ya kuboresha huduma katika mkoa wetu katika jiji letu la Arusha. Kilichobaki ni sisi kwenda kutekeleza na pamoja na malengo mazuri sana ya serikali ya kutujengea stendi ya kisasa kupitia mkuu wa mkoa, tunamshukuru pia rais wetu mama Samia Suluhu kwa kuliona hilo, na sisi tunaahidi kuwa mabalozi wazuri kwa ajili ya kutumia stendi hiyo. Naitwa Mambea Mzirai, natokea Asante Rabi. Tunashukuru sana kwa kikao cha leo eh, kwa mkuu wa mkoa na kabineti yake yote eh, tumejadili mambo kadha wa kadha na tumefika mwafaka Suala kubwa ilikuwa ni kuondoa jamu kwenye mkoa wetu wa Arusha. Sisi kama wamiliki wa mabasi tumekubaliana tu vizuri kwamba tutashirikiana pamoja ili kuweza kuondoa hii e, jamu ya mkoa wa Arusha. Hivyo basi tunapenda kuwashukuru pia e, abiria wetu ambao watakuwa wakitumia tiketi mtandao ili kuweza kutoa hili tatizo pia la, la jamu.